Jina naitwa Hadija Chaingala, nafahamika zaidi kama Dota of Raila Odinga. Kwale county na Kenya kwa jumla, kama jamii ya Kwale, kama jamii ya ODM na umma wote wa Kwale, tumepokea habari hizi ambazo ni za kutamausha kwamba kiongozi wetu baba mpendwa na wengi, baba piganiaji demokrasia baba mtafutaji wa haki za kibinadamu katika taifa la Kenya, baba ambaye alituletia katiba katika taifa la Kenya, na tunashukuru kwamba amepambana mpaka dakika ya mwisho. Uh, tunamwombea Mungu baba ampokee kwa amani, na matendo yake kwa hili taifa yatampokea katika safari yake ya milele. Kwa wanachama wa ODM katika jimbo la Kwale, tunataka kuhakikishia ya kwamba ODM iko imara. ODM ni chama ambacho kina structures kuanzia national mpaka mashinani polling stations, na baba amejenga watu tulioko hapa, tukiongozwa na mwenyekiti wetu Sam, Samirua sisi ni wanafunzi wazuri wa Raila. Demokrasia katika nchi hii haitahujumiwa kwa sababu ya kifo cha Raila. Kupambania haki za binadamu hakutakufa kwa sababu baba ameenda. Tutapambana. Legacy ambayo wamewacha sisi watoto wake tutaiendeleza. Kwa hivyo, wanachama wa ODM tunawaomba katika jimbo la Kwale na Kenya kwa jumla wasimame imara na wamwombee baba. Tunashukuru kwamba baba hata kama ameenda mbele za haki, ameenda katika njia ya upole. Mwenyezi Mungu hakutaka baba ataabike kwa sababu pia umri wake, na tulikuwa tunajua kwamba baba kuna conditions ambazo alikuwa anapitia. Kwa hivyo kama jamii ya Kwale tunasema alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun <laughs> niaba ya bunge la kaunti ya Kwale napenda <laughs> kuita majority leader na azungumze. Asante sana, Asante sana mwenyekiti. Kwa majina mimi naitwa Hanifa Badi Majirani, ni kiongozi wa walio wengi katika bunge la Kwale. Uh, allow me to talk in English.

Majina naitwa Muhamed Ratili, ni kiongozi wa vijana wa ODM Kwale County. Na shujaa wetu Raila, Honorable Raila Mulo Odinga, Baba ametuacha, lakini mwanga wake bado, na matumaini, ujasiri, mapambano utaendelea kuangaza wingi katika sehemu yetu ya Kwale na Kenya nzima. Baba alitufundisha kuwa viongozi ni huduma si mamlaka. Ulitufundisha kuwa haki, usawa na amani ni msingi wa taifa bora. Baba alitufundisha kuwa mapambano hayaishi, yataendelea kupitia sisi vijana. Sisi vijana wa ODM hapa Kwale tunaahidi kuendeleza safari uliyoianza baba. Tutasimama imara kwa haki na umoja na maendeleo ya watu kama ulivyotangulizia. Pumzika kwa amani baba, umefanya kazi yako na tunaamini ujasiri utupatia kutuendeleza. Asante. mchisimila navoya vizo vii hivyo hazohazo novula ya pevo simmasia mwamba zahara atuachigomba atu a chigomba similani. Majina yangu anaitwa Salimu Mwalimu Mwasabu mimi nikiwapa na wakilisha katika Kwale County Kaya Elders Committee, nikiwa katibu mkuu katika baraza la wazee wa makaa ya Kwale County. Uh, kutokana na msafara huu wenye umetupata wa suja wetu baba yetu wa taifa bwana Raila Amolo Odinga, uh, umetia majonzi makuu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunasema ni safari ya kila mmoja, lakini kwa niaba ya mimi pamoja na wanakamati wote wa Kwale County ka Elders Committee. Sisi kweli tumekuwa, kwe tumekuwa dondwa kubwa sana kwa sababu vile ambavyo ilikuwa tumebebana na baba, vile ilikuwa tunachukuliana na baba ilikuwa sehemu nyingine muhimu sana lakini, katika hayo yote pia tunasema hivi, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ni njia ya kila mmoja isipokuwa kitu muhimu kabisa, tunaomba sisi bado tubaki na amani, na Mwenyezi Mungu pia tumuombe atupatie amani na ustamilivu mzuri sana katika safari hii ya baba. Asante. Niaba ya uongozi wa ODM Kwale, ningependa kutoa rambirambi rambi zetu kwa jamii ya baba yetu Raila Amolo Odinga. Tungependa uh, kukumbuka Mama Aida ambaye ni mama yetu katika chama pamoja na wanawe na familia yote kwa jumla kama Kwale sisi pia tuko na nyinyi, tunalia pamoja na nyinyi, maana mzee ulikuwa umempeana kwa Kenya nzima. Kwa hivyo tunahisi ile huzuni ambayo nyinyi nanyi mnahisi. Tunasema poleni sana, na tunawaahidi kwamba tutaendelea kutilia mkazo mambo ya kidemokrasia hapa Kwale. Tunajua sasa chama kinaendelea kuimarika na sisi tunajitolea kwamba ile misingi ambayo uh, pati lida wetu alikuwa ametuwekea mara kwa mara anakuja kututembelea na kututia moyo. Tutaendelea kujenga chama, tuhakikishe mnyonge yuko na sauti. Na hapa Kwale tunashukuru kwa sababu tunaona mwangaza umeanza kuingia. Uh, hivi majuzi tumekuwa tukizunguka zunguka kule mashinani na tumeona wananchi wako na hamu ya kuhakikisha kwamba tumeanza safari ya kurudisha heshima ya chama na kwa heshima ya uh, party leader wetu Raila Amolo Odinga, tungependa kutoa hii appeal kwa wale wanachama wa ODM pande zote za Kwale, pamoja na wale ambao walikuwa hawajaingia chama na lakini wanampenda Raila Amolo Odinga kwamba tunataka kwa heshima yake, hii uchaguzi ambao unakuja 2027 tunataka tumwonyeshe baba kwamba hajasahaulika na zawadi kubwa ambayo tunaweza kumpatia Raila Amolo Odinga ni kuhakikisha viti vyote kuanzia MCA mpaka gavana mpaka rais wa Kenya, hii tunavipeana kwa heshima ya baba kwa ODM. Hayo ndiyo tungependa kuzungumza, na tutakapopata tuta, uh, mambo mengine kuhusu uh, shughuli za kumstiri baba nafikiri tutakuwa tunatuma hizo habari kwa vyombo vya habari, lakini kwa sasa tunasema the king is dead, long live the king.